Mambo vipi, mtazamaji wa Radio One. Hapa nipo na Khamis Kabwe, mchambuzi huyu wa masuala ya michezo. Hiyo yote ni baada ya jana klabu ya soka ya Simba kutolewa katika michuano ya Mapinduzi, mchezo ambao ulichezwa dhidi ya Azam FC huko Zanzibar, New Amaan Complex. Kwanza Kabwe, ulikuwa mchezo wa aina gani kwa upande wako? Ulikuwa ni mchezo mzuri ambao kiuhalisia umetoa taswira ya kwamba uh, ukiwekeza kwenye soka la vijana inakulipa. Azam FC wameamua wa, wa kuwekeza kwenye soka la vijana na inawalipa. Jana huwezi amini Esther, Azam FC karibia wachezaji wa nne wanacheza timu ya under 20 na walipandishwa na Fulai Benge na wameanza kwenye mechi kubwa kama ya Simba na bado wakawamudu. Simba ikiwa na wachezaji wengi mastaa ambao wamewasajili kwa fedha nyingi sana, wakina Jonathan Soa, kina Elim Panzu, Jean Chale Awa, na wakaenda nao na wakaenda nao toto to tena. Simba wakiwa mtoko kwenye machungu ya kupoteza mechi ya kwanza dhidi ya Azam kwa magoli mawili, nilitegemea reaction ingekuwa ni kubwa zaidi kwenye mechi hii, alafu tena wanakutana na vijana vijana wale, na kuna baadhi ya wachezaji umri umeenda wakina Himid Mao, lakini ikawa ni tofauti. Wachezaji wale madogo jana wamepambana sana, wakina charibu Noor wakina Kibeku. Umeona, hii ni issue ambayo sisi kama Tanzania tunapaswa kujivunia kwa sababu umeona kocha kama Florent Ibenge kuriski chako una riski kibarua chako eh, kutumia vijana alafu ukawaacha wachezaji ambao wamesajiliwa kwa fedha nyingi, wenye majina makubwa, ukawapa wale vijana nafasi tena kwenye mechi kama ya Simba, ni jambo la kupongezwa kwa Fly Bank. Ule ndio udhubutu ambao mimi nafikiri makocha wengi na hizi timu kubwa zimeshindwa kuufanya, lakini jana kwenye eneo la backline, Lameck Lawi, Twalibu Nur, Mshambuliaji wa Simba Jonathan Soa na wamempiga pini, hakuna kutembea, akaingizwa Steve Dese Mkwala, lakini shughuli bado ikawa pale pale, wakamuingiza yule dogo Baraka Mwangosi pia na yeye naye, wakapiga pini, shughuli ikawa pale pale. So ile inatupa indikesa ya kwamba tukiwekeza kwenye soka la vijana Tanzania hapa hapa kuna vipaji na wanaweza wakakupa kile ambacho unachofanya nini? unachokitaka. So, lakini, kia... Simba wana, wana timu ya vijana timu ya, ya vijana na wame, wame, walipandisha baadhi ya wachezaji ikiwemo bwana mdogo yule Alexander golikipa, mwone kuna bwana mdogo mmoja kiungo mshambuliaji naye kacheza mechi kama mbili hapa katikati e, Mapinduzi umeone, lakini kuna dogo mwingine pia alicheza kama fullback wa kushoto, lakini shida sio kucheza kwenye Mapinduzi kapu, kwenye hizi mechi za fufuni sijui Mwembe, mwembe Makumbi, mechi ya Simba na Azam. Yaani, Azam wamekuwa na udhubutu wa kuanzisha wale madogo kwenye mechi ya Simba na Azam. Inawezekana watu wakasema oh, kwa sababu wao hawana pressure vizuri, lakini tukiwa wa kweli, duniani kote hivi sasa mpira unachezwa na vijana. Kama wachezaji wako wanajua, wanajua tu, hata kama ni kijana kama ana huo ubora, utaona kabisa huu mmm, dogo ana uwezo si lazima na inahitaji uthubutu na mashabiki pamoja na viongozi kuwa na uvumilivu, lakini kwa Simba hilo mimi silioni. Ukiangalia mashabiki kwa namna ambavyo wamekuwa wakipitia wakati mgumu, umeona eh. Viongozi pia wamekuwa wana uvumilivu na hawataki benchi la ufundi lifanye kazi yake. Kwa hiyo ukiangalia mechi ya jana kwa ujumla, ukiacha wachezaji wa Simba, kuna baadhi wameshuka kiwango, ukiacha pia kocha ni mpya Steve, steve Baker ukiacha pia baadhi ya wachezaji kutokuwa katika ubora ambao watu wengi wameuzoea, wachezaji kama akina Elim Panzu kibisawala akinanchale au mone, lakini bado unagundua ya kwamba Azam FC walikuwa na uthubutu kuanza na wale vijana na mwisho wa siku kuweza kuwafunga Simba sports Club. Unadhani Simba walifeli wapi licha ya kuwa na wachezaji ambao wana kiwango kikubwa sana Simba Baadhi ya wachezaji viwango vimeshuka, lakini pili ni, ni upya wa kocha, tatu ni ubora wa Azam FC na kocha Florent Ibenge. Nafikiri hayo maeneo matatu ndio yaliwafilisha jana Simba Sports Club kwa kiasi kikubwa kuweza kupata matokeo ya ushindi. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia wachezaji wale masta ambao unategemea kwenye mechi kama ile reaction yao iwe kubwa, wawezi kuipa Simba matokeo ya ushindi, huone kama viwango vyao vinafikia vina, vina ule ubora wa kuweza kuwapa matokeo ya ushindi. Mfano mtu kama Elim Panzu kibisa. Yaani siku hizi amekuwa ni machachari kuliko hatari. Yaani achezi katika ule ubora ambao wanasimba walitegemea kama anaweza akafanya nini? Akacheza aka, aka kwa kiwango hicho. Mchezaji kama yule kwenye mechi ngumu kama ile ime tight, unategemea kwamba yeye ndo atumie uwezo wake binafsi, kwa sababu tayari timu kama timu imefeli, atumie uwezo wake binafsi kuweza kupata matokeo, lakini unaona kiraisi kabisa anapoteza mipira hakuna zile kila pasi ambazo zinaweza zikavunja mistari na kuweza kuingia kwenye box na kukutana labda na, na, na washambuliaji kama mfano Jonathan Soa jana Steve Dese Mkwala na yule Baraka Mwangosi, umeona. Na hata zikipatikana hizo nafasi pia hata wao washambuliaji wenyewe wamekuwa sio clinical enough kuweza kuzitumia, umeona. Njoo kwa, kwa watu kama vile kina Jean Chale, au ukiangalia kwenye eneo la creativity ukisema una Jean Chale au ndio atakupa huo ubora wa kuweza kuwafungua wapinzani kwa kutumia ubongo wake. Mimi nakataa miaka mia mbili. Jana ulikuwa ukiangalia Simba wanawafungua vipi, Azam FC kwa tabia za wale wachezaji wa Kinalami Club walikuwa nafika sana kwenye matukio, njoo kwenye eneo la kiungo cha ukabaji, mtu kama Himid Mao alikuwa akupi muda na nafasi ya kuweza kutafakari namna gani ya kuweza kupiga pasi za kuweza kuwafungua wapinzani. Uh, unapata shaka ya kwamba Simba bado anahitaji kiungo mshambuliaji mwenye, mwenye uwezo mkubwa wa ubunifu kuweza kupenya kwenye ya kwa mfano labda wakina Kibu Denis, umeona jana kacheza nani? Jana Elimpanzu kaanza kwenye lile eneo kaanza, kaanza mtu kama Jean Chale ahua, umeona. Lakini kama haitoshi pia alianza Jonathan Sua kwenye lile eneo la ushambuliaji, lakini bado ulikuwa uone kama Simba wanaweza wakawafungua kirahisi, hilo eneo lifeli lakini ukija kwa mwalimu Steve Back, Steve Back ndo kwanza ameingia kwenye timu, bado hajajua tabia za wachezaji wake. Kuna baadhi ya wachezaji ndo kwanza jana kawapa nafasi, mfano kama Jonathan so jana, Jean Chale au wote walikuwa hapo. lakini mazoezini, anawaona anawaona, lakini kwa muda mfupi sana, yaani amekaa muda mfupi, yani si ndo kafika juzi kati ndo kaanza, inahitaji muda kujua tabia, kujua ubora huu mchezaji, kujua atafanya nini ni yani, inahitaji inahitaji muda, yani inahitaji muda kumsoma mchezaji ili kujua, automatically unaweza ukamuingiza vipi kwenye system eh? Akafiti kwenye kile ambacho unachokitaka wewe, inahitaji muda hey. Inahitaji muda sana, kwa hiyo bado huo muda hajaupata kuweza kujua hizo tabia za mchezaji mmoja mmoja na ni aina gani ya kikosi ya pange kwa mfano kama first 11 first 11, bado hana kwa sababu bado anajaribu jaribu hata mechi zilizopita umeona amejaribu wachezaji wengi sana. Kwa hiyo haya mashindano ya Mapinduzi ameyatumia kama sehemu ya ya kujua wachezaji wake. Umeona eh ameyatumia mashindano ya Mapinduzi ku, ku, nafikiri kwenye kufanya maamuzi zaidi ya kimkakati. Kwa hiyo ukiangalia pia eneo hilo, nafikiri Simba limuafrika limewafirisha kwa kiasi kikubwa sana. Eneo lingine ni eneo la la, la, la, la ubora wa Azam FC. Azam FC jana wamecheza vizuri sana sana wamecheza vizuri mno. Azam FC wamecheza vizuri mno kiukweli, performance ya hali ya juu, uwezo mkubwa sana, discipline ya mchezo mwanzo mwisho. Ukiangalia hata aina wachezaji waliokuwepo jana, sio wachezaji ambao unaweza kusema wow, unaweza kushangaza Simba. Winga wa kulia alicheza Zidane Serere, winga wa kushoto alicheza Kibeku, mshambuliaji Jafet Kitamba, la bola kwenye eneo la kiungo Himid Mao, James ya Kaminko, si vizuri, lakini ukiangalia Simba kwenye eneo katikati mwa uwanja, Nabi Camara, Allasne Kante Umeona balaa linapoanzia hapa. Ukija kwenye eneo la bekline rushen de rock Chamou Karoboue Chamou Karoboue kawa mzito mzito mno, kiasi ambacho amekuwa akigharimu Simba. Kuna muda ukikaa na mashabiki wa Simba wanalalamika, wanakwambia ni bora angekuwa shemalon fondo, alikuwa anafanya yesi makosa lakini alikuwa ni mwepesi, alikuwa na akili nyingi kuliko Chamou Karoboue ambao una, unaona kabisa ni mzito pushi mashambulizi. Kabwe, mimi nakupa kijiti cha kuwaondoa baadhi ya wachezaji katika klabu ya Simba. Wewe ndio kama Steve baker Nipe wachezaji ambao utabaki nao na ambao wataondoka. Mimi ningeondoa hata wachezaji kumi mpaka kumi na mbili kiukweli. E, mi ningeondoa nisingemwonea aibu mtu, kata wachezaji kama kumi mpaka kumi na mbili. Umeona kama, kama simba wanataka kufikia mafanikio, wanawataka wao kimataifa na wanataka kweli kushindana kabisa kwenye level kubwa viongozi wanapaswa kumsapoti kocha kwa wachezaji hawa. Wa kwanza kama kuna ofa imekuja ya Jean Chale aua haraka sana wamruhusu aondoke haraka sana, narudia tena, atacheza anaweza akafanya vizuri kwa wakati wake, lakini hawawezi kuwapa kitu kikubwa ambacho nimeona mashabiki wengi wa Simba wanakitarajia. Huyo wa kwanza, Joshua Mutale hawezi kuongezeka uwezo zaidi ya pale. Huyu ni wa kukata kula kichwa huyu. Haraka iwezekanavyo. Kula kichwa unakuja kwa nani? Unakuja kwa wachezaji kama hawa wakina Baraka Mwangosi, sio moja kwa moja kuwapa nafasi kwenye kikosi cha kwanza, waache waende sehemu au wape nafasi taratibu taratibu. Kama unaamua kutengeneza mradi wape nafasi taratibu taratibu, huyu ni aina ya mchezaji ambao unaweza wa? ukamweka pembeni au ukampa nafasi kucheza kwenye timu za vijana ama ukampeleka kwa mkopo. Simula vizuri. Mchezaji mwingine binafsi mimi ukiniuliza hawezi kuwapa Simba kitu special zaidi ni Chamou Karoboue. Chamou Karoboue, Chamou Karoboue. Huyu Chamou Karoboue, Chamou Karoboue kiukweli kabisa. Kila nikiangalia performance yake bado hainipi kitu special, cha kusema kwamba unaweza ukaendelea naye zaidi hapana huyu ni wa kukata kula kichwa huyu david kameta duchu, duchu anapewa nafasi mara kwa mara kwa ajili ya kumchallenge shomari kapombe lakini bado naye amefeli kumchallenge shomari kapombe yani uwezi kusema kwamba anaondoka shomari kapombe unaweza ukamtegemea david kameta duchu anaweza akakopa huo ubora ni ngumu huo ndo uhalisia aidha abadilishe nafasi acheze kama beki wa kati ama acheze kama fullback kata huyu ni wa kuondoa sia vizuri kwenye nulea katikati mwa uwanja kwa jinsi ambavyo Simba wanahitaji wana, kiungo wanasema deep lying playmaker mwingine. Mzamiru Yasini kula kichwa. Awesu Awesu kula kichwa. Yani hapa sihitaji hata maelezo, wanaanza kutengeneza timu upya kula kichwa, kwa sababu unajua kwa nini wanatengeneza timu upya na wataendelea kutengeneza timu upya mara kwa mara? Kwa sababu Simba au klabu zetu hizi hazifuati misingi ya mpira wa kisasa. Kama wangekuwa na technical director wangekuwa na technical director, mkurugenzi wa ufundi, hichi tunachokisema sisi hapa kisingekuwa kinafanya nini, kinafanyika. Yani, najaribu kukuelezea uhalisia wa mpira wetu, na wanaweza kukata wachezaji wote wakaleta wachezaji wengine na wakaja wakafanya vizuri, au pia wanaweza kukata wachezaji wengine pia, kwa sababu hawana huyo technical director wakaenda tena wakafanya vibaya, simula vizuri, kwa hiyo huyo pia kata. Lakini mwingine ambaye nafikiri anapaswa kumwachia haraka sana, narudia tena, hawezi kutoa kitu special zaidi ya hicho ambacho wanachokihitaji wao, Kibu Denis Prosper. Kama ofa imekuja wamwache aondoke okay. simula vizuri. Mwingine tena Simba ina haja ya kuwa na washambuliaji watatu, washambuliaji watatu wa nini? Si bora fedha hiyo mtafute kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kiufundi kuweza kuwapa hiyo creativity. Washambuliaji wote watatu wanini? Kaongezeka tena yule dogo Mwangosi, wanne. Una mkwala una mwalimu una soa, Mwangosi, maana, Pantev, una soa na huyo Mwangosi wanne, serious watu wa nini? Si vizuri na ndio maana Dimitri Pantev kama unakumbuka, kuna muda alikuwa anatumia hata force na maneno, kwa sababu hawa wote kuna eneo inawezekana hawezi kukupa kile kilichokuwa bora, siuma vizuri. Unaweza ukabakia waw, na wawili, mmoja mwache aondoke, mwache ikibidi, kama kuna ofa imekuja uza kwa wale washambuliaji wote watatu. Na kwa pendekezo langu mimi, kiukweli nafikiri bora Simba wangepambana hata kumbakisha zaidi Suleiman Mwalimu, kwa sababu anaonekana na kitu cha ziada zaidi kuliko Steve Desem desemkwawa dese mkwala dese mkwala mkwala. Uza toa uza mungine mungine. Kila nikiangalia kwenye eneo la kiungo, au wengine unaweza ukawapa muda au wengine unaweza ukawapa muda wakina e, Kante, kwa sababu ndo wamenandii wame wamesajiliwa, lakini hata Kante mwenyewe kadiri ya muda unavozidi kwenda, ni bora aanze semfuko chazi kuliko Alasane Kante. Simfuko chaza naweza kakupa kitu bora zaidi kuliko Alasane Kante, pasa mzuri. Bwana mdogo ana uwezo kuituliza timu. Mone ni holding midfield ambaye anakupa vitu vingi kwa wakati mmoja kuliko Alasane Kante ambaye muda mwingi sana unaona ni mzito kwanza, ndani na mahitaji ya, ya mchezo wenyewe. Kuna muda kuna muda pia ni mgumu kwenye kupiga pasi ambazo zinafika vizuri sana, kuprotect tu ile back four. Kuna muda inakuwa ni ngumu jana wale watoto wawili Kibeko pamoja na, na mwenzake Zidane Sereri walikuwa wanakuja kuchukulia mipira katikati ambapo walipo Lasane Kante kuna muda walikuwa wanampa wakati mgumu sana, na ule uzito wake akawa anashindwa kukaba eneo kubwa la uwanja. Mwisho wa siku mechi ikampalia, wakafanya nini? Wakamtoa. Alipoingia bwana mdogo Semfuko Chaz ukaona angalau timu imetulia, Simba wakaanza kutengeneza nafasi flowing ya timu, akaungana na mtu kama Nabi Kamara wakatengeneza kitu kizuri sana kwa hiyo hata alasane Kante simba waanze kumwangalia kwa utaratibu zaidi. Yote tulozungumza hapo yanatengenezwa na kitu hichi kimoja, viongozi wa simba kwenye scouting yao wanaofanya wanapaswa kuwa makini sana. Kingine hawapaswi kufanya maamuzi ya kukurupuka. Simba hawezi kusajili wachezaji wa, wa bilioni kumi, bilioni tano, bilioni sita ili nasiiza kila siku. Simba ni timu ya mradi, kama wanataka kuendelea kuishi na hao wachezaji average hao ambao nimewataja hapa kama wanataka kuendelea kuishi nao, ili wafanye vizuri, ni lazima wakae na huyu kocha kwa muda, ili awatengeneze project. Wasifikirie mambo makubwa, wakawa wanatimuatimua makocha, afu mwisho wa siku cha maana hakuna. Wakiendelea kutimua makocha kwa aina ya wachezaji kama hao, watatimua hata makocha mia mbili, lakini hawawezi kupata chochote. Mimi nikushukuru kabisa, asante sana ndugu yangu.